Marafiki, leo nimewaletea hadithi inayoitwa Kikombe cha Mwisho. Ni hadithi ya upendo, uvumilivu na hekima iliyojificha kwenye maisha ya wazee wawili waliobaki peke yao katika kijiji cha zamani. Sikilizeni kwa makini, maana ndani yake kuna somo la thamani sana. Katika kijiji cha zamani, kulikuwa na mzee mmoja aliyeitwa Devraj na mke wake mpendwa Miraa. Waliishi kwenye nyumba ndogo ya udongo yenye paa la nyasi, mbali na kelele za dunia. Walikuwa wamezeeka pamoja, miaka mingi ya furaha na maumivu. Walibaki kijijini wakati wengine waliondoka wakitafuta maisha bora mijini. Kwao kijiji hicho cha zamani kilikuwa nyumba ya kumbukumbu. Ndani ya nyumba yao kulikuwa na kikombe cha udongo, si kikombe cha kawaida. Kilikuwa ni kikombe walichokitengeneza walipokuwa wachanga, walikinywa maji wakati wa jua, walikinywa chai wakati wa furaha, na walitumia kikombe hicho hata walipolia kwa huzuni. Miraa alikipangusa kila siku kwa upole akisema kikombe hiki kimeona machozi yetu na tabasamu zetu. Devraj naye alikikumbatia kwa maana, ni kama moyo wetu mke wangu, kimevunjika mara, lakini bado kimesimama. Walikuwa maskini lakini mioyo yao ilikuwa tajiri kwa upendo. Usiku mmoja mvua ilianza kunyesha kwa nguvu, upepo ulivuma na moto wao wa kuni ukaanza kuzima. wakiwa wameketi karibu na moto wakiteta kwa sauti ya upole, ghafla walisikia hodi mlangoni. Miraa akasema, ni nani huyu usiku huu wa mvua? Devraj akainuka polepole akafungua mlango. Alikuta kijana mmoja amesimama mlangoni amevaa nguo zilizolowa akitetemeka kwa baridi. Jina lake lilikuwa Arjun. Alikuwa amepotea msituni wakati akiwinda na mvua ilimfanya ashindwe kurudi kijijini kwao. Miraa alimkaribisha ndani bila kusita. Akamfunika kwa shuka akamkaribisha karibu na moto. Devraj akamletea kikombe cha udongo kilichojaa chai. Arjun alikinywa kwa shukrani, macho yake yakionyesha uchovu na aibu. Asubuhi ilipofika, Arijun alianza kuzungumza nao. Aliwauliza kwa nini mnaishi hapa peke yenu? Watu wote wamehama. Devraj akatabasamu, macho yake yakiwa na utulivu. Alisema kijana, watu huondoka wanapopoteza matumaini. Sisi tulibaki kwa sababu tulijifunza kuwa dhamani ya maisha haipo kwenye vitu vipya, bali kwenye vitu vilivyodumu. Arijun akatazama kikombe cha udongo mezani akakishika kwa mkono, akasema kwa sauti ya kejeli, kinaonekana dhaifu, kinaweza kuvunjika muda wowote. Miraa akacheka kwa upole, kikombe hiki kimevunjika mara nyingi kijana, lakini kila ufa wake una kumbukumbu kumbu. ndiyo maana tunakipenda zaidi. Arijun akanyamaza, macho yake yakaonyesha fikra nzito, kana kwamba maneno yale yalimgusa Siku iliyofuata Arjun aliamua kuwasaidia wazee hao kuchota maji. Alijaribu kutumia kikombe kile cha udongo, lakini kiliteleza mkononi. Kikombe kilianguka chini na kuvunjika vipande vingi. Arjun alishtuka, akaanza kuomba msamaha, samahani sana, sijakusudia ni kosa langu. Miraa akainama akachukua kipande kimoja kwa upole. Devraj akambusa bega Arjun na kusema, taratibu, usihofu kijana kila kitu kinachovunjika kina nafasi ya kuwa kipya tena, kama moyo wa binadamu. Wakaanza kukirekebisha pamoja. Devraj akachanganya udongo, Mira akalainisha mikono na Arjun akashikilia vipande kwa makini. Walikaa kimya, kila mtu akiwa makini na moyo wake. Moto uliwaka karibu, ukitoa joto la matumaini. Polepole kikombe kiliungana tena, kilikuwa na ufa lakini kilikuwa kizuri zaidi. Arjun akakiona na kusema kwa sauti ndogo Kinaonekana tofauti lakini kizuri zaidi sasa. Devraj akatabasamu, hivyo ndivyo maisha yalivyo, kijana. Ufa unaonyesha mahali tulipopitia, lakini pia unaonyesha nguvu ya kubaki hai. Asubuhi iliyofuata mvua ilikuwa imekoma, jua lilianza kuchomoza juu ya vilima vya mbali. Arjun aliamua kuondoka kurudi kijijini kwake. Miraa akampatia shuka aliyotumia usiku ule wa baridi. Devraj akambebesha kikombe kile walichokitengeneza upya. Kikombe kilikuwa na alama za ufa lakini kilikuwa imara na chenye mwanga wa udongo mpya. Devraj akamwambia, "Kijana, kikombe hiki ni maisha yako. Kinaweza kuvunjika tena lakini kila ufa ni ushahidi wa nguvu zako. Usikimbie makosa yako. Yajenge upya moyo wako." Arjun akakitazama kwa muda mrefu. Akasema kwa sauti ya upole Sikuwahi kufikiri kitu kilichovunjika kinaweza kuwa kizuri tena. Mira akamjibu, kijana, uzuri wa kweli upo kwenye kile kilichojifunza kupona. Arjun akaanza kutembea msituni akiwa amebeba kikombe hicho mikononi, kila hatua ikisikika kwa utulivu juu ya udongo wenye unyevunyevu. Jua likaangaza kwenye kikombe likifanya ufu wake uangaze kama mistari ya dhahabu. Nyuma yake nyumba ya udongo ya Devraj na Mira iking'aa katika mwanga wa asubuhi ilionekana kama mahali palipojaa hekima ya zamani na amani ya kweli. Ndugu rafiki, katika maisha yetu kuna nyakati tunapovunjika kama kikombe cha udongo, tunaumia, tunapoteza tumaini na tunaona kana kwamba hatuwezi tena kujijenga. Lakini kama kikombe kile cha Devraj, moyo wa binadamu unaweza kuunganishwa tena. Kila ufa ni alama ya mahali ulipopitia, ni kumbukumbu ya mateso ya mapambano na ya kujifunza. Ufa huo haukupunguzi bali unaongeza uzuri wa roho yako. Wengi hukimbia makosa yao, hujificha wakidhani haya ni udhaifu. Lakini ukweli ni kwamba udhaifu ni mwanzo wa hekima. Kama tutakubali kukubali makosa na kuyarekebisha kwa upendo, tutakuwa imara zaidi kuliko hapo awali. Maisha hayatakuwa kamili, lakini kila kipande cha huzuni, kila maumivu, kila kosa tulilolifanya vinaweza kuwa sehemu ya uzuri mpya ndani yetu. Kama kikombe cha mwisho, tusione aibu kwa ufa ulio kwenye roho yetu. Badala yake tuone kama alama ya safari tuliyopitia. Kila ufa unakumbusha kuwa bado tupo, bado tunapumua, bado tunapenda. Usiogope kuvunjika, kwa maana kuvunjika ni mwanzo wa kujengwa upya, na katika kujengwa upya ndipo tunapokutana na maana ya kweli ya maisha. Thank you so much for watching this story. If you enjoyed it, don't forget to subscribe, hit the like button.